Si kila neema huoneshwa. Si kila ukinunua nguo mpya wewe ni uipige picha uiweke kwenye mitandao. Si kila wewe ukiwa leo umekula chakula kizuri nyumbani ukipige picha ukiweke kwenye mitandao. Si kila mtu hupata kile unachopata wewe. Si kila mtu huvaa kile unachovaa wewe. Si kila mtu ana sofa set katika sitting room yake kama namna ulionayo wewe. Istainu ala injahi Bilkitman, Mtume ametuambia katika hadithi aliyopokewa, jisaidieni mara nyingine katika kuendesha haja zenu za kibinafsi kwa kusita. Kwa nini? fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda, kila neema, kila neema yahusudiwa. Ndio tutakuta sisi mtu mambo ya vijana zake, mambo ya mke tukuanikana tukuanikana bila ya dharura.